Nikukaribishe kusikiliza hadithi yangu fupi, urithi wa mkoba. Ndugu zanguni, hatma haiepukiki. Karibu sana kusikiliza mzigo mtamu, urithi wa mkoba. Katika kijiji cha Mgudeni palikuwa na kijana mmoja aitwaye Sengo. Sengo alizaliwa katika familia ya Kitemi, familia iliyoheshimika sana kwa sababu ya kuwa waganga wa jadi wa kijiji kizima kwa vizazi na vizazi. Ilisemekana kuwa kila baada ya kizazi kimoja, mzao mmoja wa familia alichaguliwa na mizimu ya mababu ili awe mwangalizi wa roho za ukoo na kijiji kizima. Sengo alikuwa ni mtoto mwenye bidii na mwenye kiu ya elimu. Alipokuwa mdogo, alionyesha uwezo mkubwa wa kuelewa masomo, jambo lililofanya wazazi wake kumpeleka shule ya msingi iliyo katika kijiji chao. Alisoma kwa juhudi na kupata nafasi ya kwenda sekondari mjini akiwa huko alizidi kupenda maisha ya mjini, akiamini kuwa elimu ingemwepusha na maisha kijijini, ya kijijini yalikuwa yamejaa imani za kishirikina na mapokeo ya mizimu. Baada ya miaka mingi, Sengo alirudi kijijini baada ya kumaliza masomo yake, lakini alipoasili alikumbana na jambo asilotarajia. Wazee wa ukoo walimwita kwa kikao cha dharura na kumweleza kuwa amechaguliwa kuwa mwangalizi wa mizimu ya ukoo. Sengo, mababu wamekuchagua sasa ni wakati wako wa kuwa mlinzi wa familia na mizimu ya ukoo, alisema mzee mmoja kwa sauti ya ukali. Sengo alishtuka na ukasirika. Hapana, mimi ni mtu wa kisasa, nimesoma, sitaki kushiriki katika mambo ya kishirikina, alijibu kwa hasira. Wazee walimtazama kwa macho ya huzuni na mshangao. Waliamini kuwa bila yeye kijiji kingepatwa na mikosi na maafa makubwa. Baada ya siku chache, Sengo alianza kuona ishara kuwa familia yake ilikuwa na mpango wa kumlazimisha. Alipata habari kwamba baadhi ya ndugu zake walikuwa wakipanga tambiko mahalo la kumfunga na kumfanya akubali. Kwa hofu ya kupoteza uhuru wake, aliamua kutoroka. Usiku mmoja bila kumwambia mtu yoyote, Sengo alikusanya vitu vyake na kuondoka kijijini. Alitembea kwa miguu hadi mji wa karibu, kisha akaendelea hadi mji mkubwa ambako aliamini angeweza kuanzisha maisha mapya. Huko mjini mambo hayakuwa marahisi kama alivyotarajia. Alitafuta kazi lakini hakupata kwa haraka. Alijaribu kuwa mwalimu wa shule lakini hakukuwa na nafasi. Kiufupi, maisha yalikuwa ni magumu mno. Usiku ulipofika, Sengo alianza kuona ndoto za kutisha. Alikuwa akiota mababu zake wakimuita kwa sauti za kutisha, wakimwonya kuwa maisha yangekuwa magumu endapo angeendelea kukataa majukumu yake aliona maono ya kijiji chake kikiungua, watu wakilia na mavuno yakikauka kwa ukame. Ndoto hizi zilizidi kuwa mbaya. Sengo alianza kuasilika kisaikolojia. Alikuwa akiamka usiku na jasho likimtoka, mwili wake ukitetemeka kwa hofu. Alihisi kuna kitu kisichoonekana kilikuwa kikimfuatilia mchana kutwa. Hali hii ilizidi kuwa mbaya hadi siku moja alipokuwa akitembea mtaani na ghafla alizimia. Alipoamka alijikuta amelazwa hospitalini. Alijaribu kueleza hali yake kwa daktari, lakini daktari alizani ni msongo wa mawazo. Sengo alijua ukweli, mizimu babu yake ilikuwa imemfikia hata mjini. Baada ya mateso mengi, Sengo alikubali kuwa hawezi kukimbia wito wa mbabu zake. Alijua kuwa ili apate amani, ilibidi arudi kijijini na kukubali majukumu yake. Siku iliyofuata alichukua basi na kurudi nyumbani. Alipowasili, familia yake ilimkaribisha kwa furaha. Wazee wa ukoo waliandaa tambiko maalum la kumkaribisha rasmi kama mganga mkuu wa kijiji. Sengo alikubali majukumu yake kwa kishinga upande, lakini baada ya muda alianza kuelewa maana ya kazi yake. Alijifunza kutoka kwa wazee wa kijiji jinsi ya kutumia nguvu za mizimu kwa manufaa ya jamii. Aliwasaidia wagonjwa, akatabiri matukio ya baadaye na kuhakikisha kijiji kinanufaika na nguvu zake, pia kuwalinda dhidi ya maadui wa roho na kimwili. Hatimaye, Sengo alikubali ukweli: hawezi kukimbia ukoo wake na mkoba aliyolisi. Alielewa kuwa hata elimu haiwezi kumwepusha na hatima yake. Badala ya kupinga, aliamua kutumia maarifa aliyoyapata shuleni kuboresha kazi yake ya uganga aliunganisha tiba ya asili na elimu yake ili kufanya kazi yake iwe ya kisasa zaidi. Kwa muda kijiji cha Mgudeni kilizidi kuwa na ustawi. Watu walimheshimu Sengo si tu kama mganga, bali kiongozi mwenye hekima. Hivyo ndivyo safari ya Sengo ilivyomfundisha kuwa kuna mambo mengine katika dunia hayawezi kuepukika. Unaweza kujaribu kukimbia, lakini hatima yako itakufata popote ulipo. Mwisho wa hadithi hii. Asante kwa kunisikiliza.